Mke wako ana mswaki wake na wewe una mswaki wako. Saida Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema Mtume sallallahu alayhi wasalama, alikuwa akiingia ndani kwangu, jambo la mwanzo anaanza kwanza kwa kuninyonya sa mdomo wangu, hasa ulimi wangu, lakini cha mwanzo alikuwa akianza kwa kupiga mswaki, na mama Aisha anajua anasema innal mauta la sakaratin, umauti una ulevi mkubwa. Kipindi hicho Rasulullah anataka kufa, yuko taiti, roho inamtoka, akawa hawezi hata kusema, anasema tu innal mauta la sakaratin allahumma shaddid ilayya alayya sakaratin mautin wa khaffif an ummati. Anasema maneno hayo Mtume, akawa kuna maneno hawezi kuyasema, nikaona nimtilie faraja, nikachukua kipande cha mswaki. Angalia, mama Aisha anasema nikautafuna, tafuna ule mswaki, nikautia mate mate mengi, kwa sababu mtume anapenda mate ya Saida Aisha, nikamdumbukiza mate yangu yale, basi akaanza ya kusema, jamani naondoka, lakini sala sala sala sala. Angalia, wapenda nao, vyumba vya mtume vilikuwa oni kwa ajili ya Saida Aisha na mama Aisha chumba chake kilikuwa wazi kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.